Mati, cheza zamu yako mati. We mati mati

Shemeji. <laughs> Vipi Shemeji? Poa, habari? Ah, safi tu. Karibu. Ah, asante sana. Vipi? Jamani nimemkuta? Ah, ameenda kazini. Ah ah, tumepishana eh? Mm. Ah, unajua lengo hata la kuja hapa ilikuwa nimekuja kwake. Ah. Unajua toka jana ulivyoniambia yale mambo, kiukweli sikulala kabisa Shemeji yangu. Yaani nimekuwa naliwaza. Ah, na sisi mimi mamidi fielder sisi unajua ni watu wa huruma. Tukiletewa vitu kama hivyo, yani tunajikuta wanyonge yani. <laughs> Ah. Lakini shemeji, ni kutoa wasiwasi. Mimi kama mdeme nitahakikisha ili swala ninalimaliza, na ndoa yako inarudi nakaa kwenye mstari ulionyooka. jana <laughs> ah, wajua, ule mwenzio alisema atanigia namba yako lakini hakunipa. Sasa naona sio vibaya nigeie namba eh, ili nikupe mrejesho oh, oh. tatizo mengine huwa hawashirikishwi wanawake, si unanielewa? Kuna matatizo mengine yanamalizika kiume, unajua, sisi wanaume ndo tunayajua matatizo ya wanaume wenzetu. Shemeji, kuna masuala mengine ni ya kumaliza wanaume na watakiwa kushirikishwa wanawake. Sawa, umeshaniamini mimi, niamini shemeji yangu mimi, nitalimaliza hili swala, usimwambie mke wangu mimi kama kutakuwa nimepata idea yoyote, nitakupigia simu, nitakwambia niko wapi, utakuja, tutaangalia mipango inavyoenda. Kila kitu kitakaa sawa <laughs> Sawa, shemeji yangu. Vipi ndani, hakuna isini? Maana naona kama una kijotojoto kidogo <laughs> basi shemeji, mi naenda. Sawa, shemeji. <laughs> Ila usiwe mnyonge, shemeji yangu. <laughs> Kila kitu kitakuwa poa. Mimi ndo ananiita Mndeme, mzee wa Bakola, mtetezi wa haki za wanawake hapa <laughs> umefika, huwezi kuumia wakati mimi nipo. <laughs> Bye, shule inayofunza mema na mabaya, yodonia wajuaji na wapumbavu wa moo

Thank you. w Wow. Look at you. You look beautiful on your orange dress. Ngoja kwanza nikuchape na kabusu kidogo mke wako. Thank you, sweetheart. Unajua nice. Katika vitu ambavyo Nashukuru sana katika maisha yangu, mwenyezi Mungu naona kanibariki sana, tukiacha mbali elimu niliyokuwa nayo, tukiacha mbali kipato, tukiacha mbali weledi na baadhi ya vimali ambavyo tumeokota okota, but I have been blessed one of the most beautiful girl in my whole life. It's you my lovely wife Manyanya, nimepata mke mzuri ajawahi kutokea. <laughs> Nini babe? Yes. Kuna kitu nilikuwa nimekifikiria, nakumbuka kumbuka ulishai kuniambia, nimeona sasa ni wakati sahihi wa kununua gari, kweli mimi wangu. Yaani, nikiangalia kazi yako na mimi kazi mm. yangu mm. niliyofanya tunastahili kabisa tutu na usafiri wetu ambao unatupeleka kazini na kusurudisha. Can you imagine baby? Hapa tumetoka unanipakiza kwenye gari unanipeleka kazini kwangu, then una drive unaenda kazini kwako. Imagine sweetheart. <laughs> Yeah. That's my wife. Safi. I can feel you now. Unajua kuna namna na kuona saa hizi tunaanza kusafiri katika frequencies zinazofanana hapo mwanzo ulikuwa unielewi, ulikuwa ni mtu wa budget sana, unabana sana matumizi mm. So tutarequesti, tutakodi, sijui nini, tutamaliza nini, bajaji, bodaboda. What, wakati pesa tunatafuta mwenyewe na ni kwa ajili yetu sisi. Unajua, in this life kuna concept moja tunaikosea. Kuwa na usafiri sio kama ni hanasa, au sio kama ni maisha ya starehe, no kwa maisha ambayo tunaishi hapa sisi hapa, kwa utafutaji wetu, na tunaishi hivi mjini, kuwa na usafiri ni one of the basic instruments in our life. Ni kitu cha kawaida kabisa, kama ambavyo tunakula vizuri, kama ambavyo tunapumzika kwenye makazi mazuri, and so we deserve to have a transport right? Kwa na shukuru sasa hivi unaanza kunielewa mke wangu and, mm, mm, okay. Unataka gari tuitwe nchi gani? Japan, China. Mm, mimi nafikiri ni Japan ndio itakuwa zuri zaidi. Japan. Mm. -hmm. Oh, nice. What's your favorite? Nitakwambia, mm, sweetie. Oh, nice. Usichelewe. Ndana means mainly we have to make sure tuna usafiri wetu wenyewe.

uupaklabat alafu, nyie nyie wenye magari ye nasina kutengeneza babaa vizuri, mkapita. Mna kazi ya kudemadema kuda deki zenu, jamani. Ilibomba mda mrefu hapa, lipo tu watu napita huyo, aningia kushoto, ningia kulia wanashindwa hata kutengeneza kuliweka safi mitakataka, angalia hivi mitakataka inajaa tu hivi. Jamaa mnashindwa kuonea huruma hmm? Ah! tuna enjoy tunajilamba kudadeki. Nipo kwenye bichi, bichi yangu mwenyewe eh, lakini bichi ili iwe nzuri jamani, e, tokoifanyia usafi. Hapo angalia bomba kama ili jamani mchafu chafu hivi e, toko la bichi, unakuja hapa unakuta bichi safi. Umepanga panga mapila nini, maboya watu wanaenjoy na upepo fulani is amazing, lakini sio hivi jamani, tusotoe basi vichafu chafu hivi.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

yaani hapa tuna enjoy, tunajilamba na msubiri mkango Sindi anakuja hapa, tunaogelea kwenye bichi yetu, tunapigwa upepo mwanana, tunapika eh, mchoi boya tu kudadeki <laughs> yeah, ndio jombo la muri muzungu. Eh, kinanda kimoja. Hello baby, Sindi, njoo nimenunua jombo <laughs> k kama vichizile e eh, mudi muzungu mpaka aba ilo limezama chubwi eh, kudadeki tocione. Tena bwana, kuna sehemu nimepita nikasikia mtu ananiita e ee, kaka subiri subiri. Nikabidi nisimame kugeuka hivi nakutana na mme wako, nikastuka kidogo. Akaanza kunilalamikia pale mara o, mimi nimepotelea mke wangu, mke wangu ananitesa sana, bado nampenda kiukweli, katika mazin <coughs> Kwani yani, una shida gani? Una shida gani? Yaani, mtu umeamka vizuri, una mudi yako nzuri tu na furaha zako, lakini mtu anatoka liko toka huko anakuja kuharibia furaha zako. Mimi ni mke wa mtu, nina mume eh, mimi nina mume. Au ndo kuharibiana furaha tu? Hmm, sawa lakini mimi nilikuwa siongee kwa ubaya, lengo langu lilikuwa ni kutaka tu kushirikisha, kunishirikisha nini? Huyo mtu mimi ananihusu nini labda eh? Ana maisha yake na maisha yangu. Alafu sasa nyingine, mtu kutaka kuongea kuharibiana. Ukitaka kuongea mtu, jiulize unaongea nini, unataka kuzungumza nini? Sio mpaka mnakela wenzenu. Mimi sipendagi yani ah, kuharibiana mudi tuko Nimekukela basi, mambo ni same. Lengo langu liko soba pia kuzungumza hivyo. Uh, vipi sasa? Mbona uli nimeshiba, hebu kula. Uh, bwana acha kula peke yangu. Hmm? Sindi, kwa hiyo ndio mamua kunisusia chakula. Alafu kingine pia nilikuwa nataka tuzungumzia kuhusiana na ile swala la dini. Unajua Sindi, hii hatua ambayo tumefikia ni hatua kubwa sana. Kwa hiyo, mimi, kwa hiyo mimi nilichokuwa nataka tunishauri kwamba inabidi ubadilishe dini. Umeona kutoka kwenye Uislamu kuingia kwenye Ukristo kama ambavyo mimi nilivyo. So mimi naamini kwamba watu wawili hawawezi kuishi sehemu moja kiwa hawajapatana. Na kama unavyojua kwamba hizi siku za mbeleni, maana yake tuingie kwenye uchumba lakini pia tuweze kufunga ndoa. Kwa hiyo ni lazima tuwe ni watu ambao tunafanana pia kiimani ili tuweze kuishi vizuri zaidi. Kwa nikasema hapana ni kushirikisha pia katika heri kwa sababu ni jambo jema jambo la dini tulishaongea na nisha kwambia kabisa kwamba mimi nimebadili dini ili niolewe naye. Zamani nilikuwa Mkristo ko kwenye kurudi kuwa Mkristo sio tabu, hilo jambo limeshaisha. Sawa, nimefurahi pia kusikia hivyo. Naona sasa hivi kidogo asia zimepungua, sili mpaka nikupe adhabu ya sababu gani? <laughs> nilisha. Eh, sawa. Nitaitumikia kama usemavyo Malkia. Hayo, mnisamehe. Mimi, mimi. Karibu. Ulikuwa unaongea na nani? Kuna mtu nilikuwa anazungumza naye? Kwanza imeanza lini kuniuliza hivyo babe? ah. Mimi nimeingia ndani vizuri hapa na kuona umekaa unazungumza na simu, kama simu ya siri, alafu baada ya kuniona umeshtuka, umekaa hivyo na unaficha unaficha nini? Usiniambie uniamini hivyo. Eh? Nilikuwa nazungumza na rafiki yangu afu. Rafiki yako gani? Kiasi ambacho unaongea na mtu ukimuona mmea unaingia ndani unakosa confidence. Confidence? Mimi mbona mimi niko sawa? Niko sawa. Eh, umeshindaje huko ulipotoka? Wewe vile tu usinifanye mimi mtoto mdogo, sawa? Usinipandishe asila ngafanya vitu ambavyo sijapanga kabisa kufanya. Unaongea na nani? Nakwambia nilikuwa naongea na rafiki yangu. Sasa wewe usichoelewa hapo ni nini? Okay, nipe hiyo simu.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

Ningeruka thamani ya utu wangu, bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya Dunia. Dunia, wajuaji na wapumbavu wa moo